lezi na mshauri mkuu wa wanafunzi chuo kikuu cha Waislamu cha Morogoro MUM Dr Hassan Mohamed Isa amewasisitiza wanafunzi chuoni hapo pamoja pamoja na mshikamano pindi wawapo katika majukumu ya kazi. Dr Hassan ameyasema hayo Mei Mosi wakati akizindua jumuiya ya wanafunzi na vijana wa Kiislamu Tanzania TAMSIA katika chuo kikuu cha Waislamu cha Morogoro. Nisisitize mshikamano na ushirikiano katika kufanya kazi zetu ndani ya Tamsia tawi linalozinduliwa, lakini Tamsia uongozi wa mkoa na taifa kwa ujumla, lakini pia ndani ya uongozi wa chuo, uongozi wa serikali ya wanafunzi, kama mlivyofanya viongozi wa Tamsia katika kuhakikisha tawi hili linafanikiwa kwa kupitia kwa utaratibu wa serikali ya wanafunzi, basi naamini uh, harakati hivi hivyo zitafanyika katika kila hatua za kusimama kwetu kuhakikisha ushirikiano unapatikana katika kila uh, taasisi au kila uh, ofisi inayohusu katika hapa chuoni. Sambamba na hilo, viongozi mbalimbali waliohudhuria katika uzinduzi huo, akiwemo mwakilishi wa Shehe wa mkoa mkoa wa Morogoro, pamoja na Rais wa Serikali wanafunzi chuoni hapo walikuwa na haya ya kusema kwa majina y Sheikh Omar Saidi Sungura katibu dini. Alhamdulillah, nimebahatika kuhudhuria katika uzinduzi wa tawi hili la Tamsya katika chuo kikuu cha Uislamu Morogoro Mum. Tumefarijika sana kwa sababu hili jambo limefanyika kwa mara ya kwanza hapa chuoni na limetushirikisha viongozi na wataasisi mbalimbali na viongozi wa dini kubwa. Tunaendelea kuwapongeza ndugu zetu wa Tamsya kwa, kwa juhudi wanazozifanya katika maboresho haya ya harakati za dini. Mimi nimemwakilisha shehe wa mkoa na yeye amefarijika sana, kwa sababu hapakuwepo na tawi katika chuo kikuu cha Uislamu Morogoro la Tamsia, lakini sasa limezinduliwa liwepo, alhamdulillah. Tunawaambia Mwenyezi Mungu awafanyie wepesi. Kazi kubwa iliyobaki ni kuendeleza na kusimamia sheria za Tamsia na hususa sheria za Uislamu. Kama vijana, kila mmoja kwa nafasi yake awe, kijana mwalimu, awe kijana mwanafunzi, awe wa kike, awe wa kiume atambue kwamba anadhima na atakuwa masuul fi dunia wal akhirah, kwamba anawezaje kuendeleza harakati kwa lugha nzuri, baada ya yeye kuondoka, waje wengine kurithi mikoba ambayo yeye atakayokuwa ameacha. Kwa hiyo ni kupeni pongezi kubwa sana, kuliona jambo hili lina kila sababu ya kuanzishwa katika taasisi yetu ya chuo kikuu cha waislamu cha Morogoro, kwa sababu before hili jambo halikuwepo kwa sisi tunawatakia kila laheri katika jambo hili, lakini muishi katika lengo lenyewe la kuanzishwa kwa taasisi hii. Madhumuni yake yalikuwa yapi? Nadhani mkiishi katika foundation hizi mtakuwa mmeusaidia umma Waislamu katika mashule mbalimbali pamoja na vyuo vyote nchini kwao. Mimi natoa nasaha zangu kwamba tuishi eh, kwa kufuata taratibu ambazo Tamsia ilikuwa imejiwekea, ilijiwekea malengo yake. Tukifanya hivyo nadhani tutaenda vizuri, lakini pia tutailetea faida jamii ya Waislamu hapa nchini. Baadhi ya wanafunzi walioshiriki katika uzinduzi wa tawi hilo nao walikuwa na haya ya kusema. Saadi Msabaha Almasi ndiye eh, amiri Tamsia wa tawi la Tamsia chuo kikuu cha Waislamu Morogoro. Tawi hili ni jipya, ndo shughuli tuliokuwa nayo leo ya uzinduzi wa tawi hili la TAMSYA katika chuo chetu kikuu cha waislamu Morogoro. E, tawi hili limezinduliwa hapa, lina malengo mengi, hasa malengo yake kuu mama malengo mawili: kuunganisha vijana wa kiislamu na wanafunzi katika kupambana na vitu vinne muhimu sana, ambavyo ni umaskini, ujinga, maradhi na momonyoko wa maadili, ambavyo e, ni vitu ambavyo vinasumbua sana jamii na vitakavyopelekea sisi kama vijana wa kiislamu na wanafunzi kuweza kupata ma, ma, manufaiko ya hapa duniani na kesho akhera. Sisi kama Tamsia tuna action plan ambazo zinatuongoza au miongozo mbalimbali ambayo itatuhakikisha sisi kufikia katika hilo lengo e, miongoni mwao ni project mbalimbali ambazo tumezipanga mbali mbali mbali, lakini na vitu mbalimbali ambazo mbali mbali tutavifanya, matukio kama hijab day, e, Tamsia day tutafanya dada Talk, tutafanya e, Career Council, ushauri na saha kwa watu mbalimbali mbali, ili kuweza kufanikisha e, ile, ile dhana ya kuondoa umaskini, mmomonyoko wa maadili, maradhi na ujinga inafikiwa. Aisha Mustafa Rajab ni amirati wa tawi hili la chuo kikuu cha Waislamu Morogoro. Ninayo furaha kubwa sana katika siku ya leo kuzinduliwa kwa tawi hapa katika chuo chetu kikuu cha Waislamu, na kipi ambacho nitaka kukifanya katika chuo chetu, ikiwa malengo makuu ya Tamsya ni kupambana na maradhi, ujinga na mmomonyoko wa maadili mimi kama amirati wa hiki chuo, kipi ambacho tutakiwa kukifanya katika chuo chetu kikuu kuhakikisha kuwa tunalinda na kuhakikisha kuwa tunaishi katika maadili ya Kiislamu. Nikizungumzia pia katika idara yangu ambayo naiongoza ya wanawake, kuna darsa ambazo tunazifanya kwa ajili ya kuhakikisha kuwa tunaelekezana na kukumbushana mambo ya heri kama watoto wa kike mfano katika uh, hijabu day tunazozifanya pamoja na counseling zingine za wadada, kuna dada stock. Hizi zinatusaidia kuhakikisha kuwa tunajengana katika maadili mazuri na kujengana katika misingi mizuri ya dini yetu. Nikiripoti kutokea chuo kikuu cha Waislamu cha Morogoro mkoani Morogoro, mimi ni Heri Abdalla, Chivihi Media.